Salia katika kaunti ya Kilifi ni kwamba familia moja kutoka mjini Malindi inaomba usaidizi kwa wahisani kulipa bili ya hospitali ya Francis Ngowa ambaye alilazwa katika hospitali ya rufaa ya Makadara katika kaunti ya Mombasa. Mwanamume huyo mwenye miaka 36 alipata ajali kazini kwake na kumpelekea kufanyiwa upasuaji ambapo umegharimu takriban shilingi laki nane. Kwa mujibu wa Mary Kache Safari ambaye ni mmoja wa familia yake, anadai kwamba licha ya SHA kulipa nusu ya fedha hizo, Francis Ngowa anazuiliwa katika hospitali hiyo kutokana na deni la shilingi laki nne elfu arobaini na nne, mia tano themanini na mbili zinazotakiwa kulipwa katika hospitali hiyo. Niko hapa kwa ajili ya Francis Ngowa ambaye ni rafiki yangu kwa familia, kama ndugu tu na, na nakaa sehemu za Malindi. Tulipomtembelea hapo hospitali alinieleza kwamba alifanyiwa operation kwa hips, na ya kwanza ilifail, ya pili ikafail, ya tatu ndo ikawa vizuri. So by, uh, from August mpaka leo bado iko hapo Coast General na hakuweza kuwa weza kuzunguka kujisaidia. Nikaja tukaenda kwa SHA kuulizia SHA inalipa ngapi, kwa sababu bill ilikuwa imekuja 840,102 alafu SHA ikalipa 345,520 alafu difference hiyo balance yenye imebakia ni 444,582 ambapo hiyo ni changamoto ambayo ameshindwa hata ku raise hata 5000. Imekuwa ngumu ngumu sana kwa sababu yeye ndio baba ndio tegemeo na ameniambia kuna watoto wanne ambao saizi, yani, hata ni ngumu, kwa sababu hata mke wake afanye kazi. So sisi ndio tumekuwa kama ndugu na marafiki wa karibu, na tumejaribu but tumeshindwa. Ndio maana tukakuja hapa mbele yenu, mandugu zetu Kenya nzima, nawaomba popote pale mlipo, tusaidie huyu ndugu yetu Francis uh, Ngoa from Malindi, ambaye yuko hapa Coast General ward number 8. Chochote kile waisani, ni Nairobi, Eldoret ni Mombasa ni Malindi ni Voi ni Kwale, popote pale tunaomba msaada tafadhalini. Naitwa Mary Kache Safari, niko na bradhangu hapa Makadara, amelazwa toka mwezi wa nane. Sasa hatuna pesa. SHA imetusaidia lakini tumeshindwa na pesa ambayo tunaweza kumsaidia, na kakangu ndo kila kitu mwenyewe, ana watoto Afu, alikuwa yani, kazi yenye alikuwa anafanya tu ni za mtaani tu, na sasa tumeshindwa kabisa, ambao msaada wote ambao tutapata. Sasa tunaomba msaada kwa kila mmoja, tujapata msaada wote sipokuwa. Shando ametusaidia pesa, wametusaidia pesa kidogo hapa, lakini imebaki tena pesa nyingine. Amefanya keti hapa toka mwezi wa nane mpaka sasa, huko hapa amekosa msaada.